fanya kwenye nchi yetu. Weka mwana CCM, unajivuna kinachoendelea nchini. Weka mwana CCM, unasikiliza wananchi wenzako wanaizungumziaje CCM sasa hivi. Na ukijifanya unajua tumerudi zama za elfu mbili kumi na tano, unaweza kuzungumza mambo ya CCM sasa hivi, watu wakagadhibika na wewe kupitiliza. Msikubali, msikubali, msikubali wana CCM na Watanzania tusikubali hadai hizi kwenye mikutano wanaweza wakasombelea watu sawa, so, lakini msikubali kuhadaiwa na hawa, msikubali tuwakatae, sio sio kwa boksi la kula, kwa kutokwenda kubaliki na jisi kama hawatageuka. Na mi nina imani kubwa na namwamini Mungu, hii kazi bado muda kidogo Make tunamwomba Mungu na yeye aingilie kati, na tumewambia kwa maneno tuzungumze, hawataki. Tujenge mwafaka wa kitaifa, hawataki, wameshupaza shimu. Saizi wanafanya mikutano wenyewe tu iti wanaita kampeni. Hii si kampeni, anafanya mikutano ya hadhara, mikutano ya hadhara kote nchini Tanzania peke yake. Sasa ameenda kwenye vyombo vya habari, anaweka na matangazo peke yake. Sasa ana-anafanya kampeni dhidi ya nani? Umeshasikia ACT, eh, kile chama cha udalali eh, chama cha udalali eh, CCMB, imetengenezwa na CCM mtandao, na CCM mtandao ndo imeshika sasa hivi hatima ya viongozi wetu na mustakabali wa nchi yetu, tukatae Tuidai, tuichukue hatima ya nchi yetu ya Tanzania kutoka kwenye kundi hili la CCM mtandao. Halina maana, dhalimu, kundi genge la wahuni linabagaza mustakabali wa nchi yetu. Tukatai na kundi hili lina historia zote mbaya za kuharibu mustakabali wa nchi yetu Ufisadi wote tangu tumeanza kuusikia unaohusiana na genge la kundi hili la CCM mtandao wa hunyawo hivyo. Unajua kwamba nitakapokuja kuwasimulia kuhusu bima bima hii ambayo leo hii iko hoi bintabani, mpeche mpeche, aliyekuja kuileta ije ili uwe mfumo wa kuiba ni yule jamaa, ni yule jamaa yule aliye nisema nikaa nikawaambia, namna gani anatuibia yule. Ndio alileta wazo la bima, lakini ukiacha wazo la bima, hata mabando bei kuwa juu, yule jamaa anahusika. Alianza hii kampuni yenye rangi nyekundu nyekundu, akapiga piga michezo akaondoka, kaingia kwenye hii kampuni yenye rangi za kama za Chama cha Mapinduzi, unaelewa, akapiga piga mambo akaondoka na wamejipanga kufanya intaneti isipatikane kwa urahisi ili iwe bei kubwa. Nitawafafanulia wiki hii tunaloibiwa na mhusika mkuu mojawapo, yule bwana na genge la sisi ni mtandao. Kwa hiyo wapuuzeni.